Niko na brother hapa, pia ni shabiki wa soka au, uh, mdau wa soka uh, ana jambo lake la kuzungumzia katika mchezo wa leo wa Simba dhidi ya to yeah, cool mm. Toka nyakati ambazo Simba amefika katika nusu finali, eh, support ilikuwa kubwa sana katika Mlimani City. Simba anapewa support kubwa sana mm, na mashabiki ya eh, Berkane Uh, Simba kwa siku hii ya leo sana sana inabidi acheze mchezo wa kujilinda, kwa sababu unapoenda ugenini kumbuka, Berkane sio kwamba ni timu ya kipuuzi wala sio kwamba ni timu ndogo. kwa inabidi unapoenda kule ugenini, inabidi sa ujilinde hata kama utakapo conceive magoli usifungwe magoli mengi, yani kwa mfano hata kama ukitoka kule moja bila, tunapojua kwa Mkapa atoki mtu hajawahi, mm. kutoka mtu kwa Mkapa pale hajawahi. Umeona wamekuja kina ali wide wamekuja kina Kaizer Chiefs pale, wameondoka wamekula misumali yao minne, wakaenda nyumbani. Umeona mm. kwa pale kwamba Simba nacho takiwa acheze kule, acheze collective football, kwamba kwambani ajaribu kumaintain ile pressure atakompa Berkane ili atoke japo, kwambani suru apate goli la ugenini, kwamba ashinde goli moja au maybe kufungwa sana akafungwa goli moja mm, ndio huku inakuja kutupa sisi advantage kwetu, umeona yeah. Inakuwa ni timu ya pili e, katika mashindano haya katika ukanda wa nchi ya Tanzania na Afrika Mashariki. Wakati huo Young Africans walifanya hivyo e, Young Africans ya kocha Nasreddine na bila wakashindwa kuchukua taji. Unafikiri kwa Simba sasa waje na tahadhari gani katika mechi ya ugenini na hata pia katika mechi ya nyumbani? Kwa sababu nasema hivyo, Young Africans wenyewe walianzia uwanja wa Benjamin Mkapa na wakafungwa mabao mawili kwa moja wakiwa nyumbani, wakafungwa. Ila wakaenda kule nchini Algeria wakapata ushindi wa moja kwa moja tayari E, kikanuni walikuwa wameruhusu magoli mengi, nafikiri kimesabu zaidi. Simba ufanye nini ili kusudi iwe kwa mara ya kwanza kwa nchi ya Tanzania kupata taji hili la shirikisho bani Afrika? Okay, cha kwanza kwa Simba, kama Simba kama timu kwanza, iwe ina njaa na ule uchu wa kuwa bingwa. Tukiweza kupata ile njaa na ile uchu wa kuwa bingwa, tutaweza kufanya chochote pale kati, umeona, kwa sababu wachezaji wanapokuwa na hamasa kwamba hichi kitu kweli tunakitaka watakipambania, tumeona kwenye timu ndogondogo kama kina Nottingham Forest kwenye ligi za Uingereza, tukiangalia kina Crystal Palace, ni timu ambazo ni ndogo lakini wakikuamulia kukazia mechi kama ni game ambayo ni intense game. Yani kama anapambania game yake ya mwisho maishani. Yani watu wafie pale uwanjani. Yeah. Nikiongelea mavambo wafie uwanjani mavambo wadondoke pale pale uwanjani. Wow. Wakina uwaa wakina niliwa, wakina Shabalala, wakina Kapu, baba Esther. Yani naomba wafie pale Shemaloni Fondo. Yani naomba hata kama ndio jajua status yake ya majuruhi. Lakini naomba kikosi kizima kiwe kina ile uchungu. Ukiacha na ile tamaa kusema kwamba sijui kwamba ndio tumewekewa pesa. Pesa ni hamasa. Tatakuwa wachezaji wenyewe wawe na ile moyo kusema kwamba ingawa ndio pesa ipo, lakini pia tunataka ile kombe. Hey, hey. Nafikiri Sheikh Malon uh, yuko sawa jana kwenye press conference uh, kule nchini Morocco alizungumza na vyombo vya habari. Alinukuliwa uh, mm, akisema kwamba uh, kwa upande wake yeye eh, si tu mechi ya kwenda kushindana, ni mechi ya kwenda kushinda. Na yuko yuko sawa fit kali fit kupambana eh, katika mchezo wa kesho, katika mchezo wa leo wa saa nane. Yeye hmm, eh, alizungumza hivyo kwamba sio kwamba kwenda kushiriki tu mchezo wa finali, yeah, ni kwenda kushinda. Hii ni kauli kwako kwa kwa hii kauli umechukuliaje kama Sheikh Malon amezungumza kwa ujasiri mkubwa sana hiyo jana? Yoy, Akusema kweli kwa mchezaji kama Shemalon fondo ukuta yeliko anavyomwita wenyewe wataalam, sina shida naye, ni beki ambaye anajua jinsi ya kutrack back kama beki, umeona na ndani iwe, iwe, ya na ataweza kucheza hiyo game ya siku ya leo saa nne hapo mjini Berkane, itakuwa ni advantage kwetu sisi hapo, kwa sababu tunakuwa tayari tumeshaongeza ile safu ya ulinzi. Kwa kwa mimi na na na na na na uhakika kama kama kama atacheza kweli kweli, ataweza ataweza kuperform, sababu najua mtu kwenye kwenye mazoezi injury samani ni tofauti, anakuwa lag fulani hivi, lakini ku keep up the pace nao toka mwanzo wa msimu mpaka atakuja kukuta. Mechi iliyopita zaidi ya Slavoj aliingia dakika za 70 ili kutengeneza fitness Aha, hapo kama ni game ya mwisho ni kani hivi, kama unavyokuambia kwamba kocha ana IQ nzima ya kulinda wachezaji wake, umeona? Kwa sababu wachezaji wanavyolindwa inasababisha inasababisha kwamba yeye anaweza saka maintain minutes kwamba acheze dakika kadhaa, acheze dakika kadhaa, umeona? Kwa sababu mchezaji anaweza kutoka majeruhi afu na akaingia tena uwanjani na kuanza kukimbizana kwa haraka. Matokeo leo, ubashiri yako nani ambaye unampa nafasi zaidi, kwa siku ya leo? Kwa utabiri wangu mimi hapa, na kama tukishindwa mtu ananoe bia popote, mimi nakuja kulipa saa mm. Simba anashinda mbili moja shaa. Simba anashinda mbili moja yaani, tusipochukua hiyo mbili moja yeah, mtu anywa bia popote afu nanitafute mipa namba zangu za simu ndakuachia mi nalipa popote akaunywabia. Simba anachukua mbili moja na huku sasa, mtu anakuja kupa misumari minne kama kaeza chipsi, tumemaliza na baba, kombe letu chukua, kapu letu la magoli tumeondoka. Asante sana bwana. Naam, hao ni mashabiki ambao e, wamefika hapa maeneo ya Mlimani City e, wamezungumza mengi kuelekea mchezo wa fainali ya e, shirikisho la Afrika ni Simba dhidi ya RS Berkane pale katika jiji la Berkane, Manispaa Berkane, nchini Morocco. Mchezo utakuwa unachezwa majira ya saa 4 kamili za usiku kwa saa za Afrika Mashariki, lakini kwa saa za Morocco kule mchezo utakuwa ni majira ya saa 2 kamili za usiku. Yapi ni yapi, yapi ni atakayojili? Maswali na majibu tutayapata pale katika uwanja wa Stadio di Manispor pale katika jiji la Berkane. Simba zidi ya Berkane, nani ambaye atakayeweza kufanya vizuri katika duru ya kwanza e, ya finali ya kombe la shirikisho barani Afrika? Mimi ni Noeli Kasili Panenka. Na endelea kutazama mambo mengi sana ya kimichezo ambayo yanaendelea kupitia hapa Lokoma Sports. Na shukrani za dhati sana ziende kwa Omari Kitemo ambaye ameweza kufanikisha haya yote, kuruka kupitia hapa maeneo ya Mlimani City, tukiwa tunaona kwamba maandalizi yanaendelea kuwa vizuri, eh, shangwe za hapa na pale, mashabiki wamezungumza mengi na maandalizi bado yanaendelea. Tukutane hapa Mlimani City kuweza kujua yapi atakayojiri majira ya saa nne kamili za usiku kuweza kupata yote ya kimichezo katika mchezo huu wa Simba zidi ya Belkane.